Mwalimu wa shule ya Jumapili aliwauliza wanafunzi wake wa chekechea wangefanya nini kama Yesu angewatembelea nyumbani kwao bila kutarajia. Mtoto mmoja, mvulana, alinyanyua mkono na kusema, mimi ningeweka Biblia juu ya meza ya sebuleni. Naam, huyo ni mtoto mwenye akili kweli. Kitu kama hicho kimewahi kutokea katika maandiko matakatifu. Leo tuko tena katika injili ya Luka sura ya kumi, na Bwana anajitokeza ghafla nyumbani kwa mtu katika kijiji kidogo. Sasa tunapoendelea na hili, hebu ni ruhusu ni gawanye huu ugeni wa kushtukiza katika sehemu tatu na nataka kuiita sehemu ya kwanza mwaliko. Inafunguka hapa kwenye mstari wa 38, basi walipokuwa wakiendelea na safari yao, Yesu aliingia katika kijiji na mwanamke mmoja aitwaye Martha akampokea nyumbani kwake. Sasa pia anayeishi katika nyumba hii ni dada yake Martha aitwaye Maria. Ndugu yao Lazaro tumewahi kukutana naye sehemu nyingine katika Injili yeye pia anaishi hapa lakini hakutajwa na Luka. Inawezekana alikuwa safarini wakati huo. Basi Martha anapomkaribisha Yesu nyumbani kwao, pia anawakaribisha wanafunzi wake wote, na sasa kutakuwa na vinywa vingi vya kulisha. Ingawa chakula kikuu cha jadi hakiliwi mpaka baadaye jioni, yeye hatarajii kabisa kuwapa wageni biskuti na jibini tu hapa. Hivyo akili yake tayari inawaza mambo mengi kwa wakati mmoja na na baada ya kila mtu kutulia na kuketi, Yesu anaanza kufundisha. Mstari wa 39 unatueleza hapa kwamba Maria aliketi miguuni pa Bwana na kusikiliza mafundisho yake. Sasa kwa hilo, nataka tuhamie kwenye tukio la pili. Wacha tuite hii kukatiza. Mstari wa arobaini unatueleza kwamba wakati Maria anamsikiliza Yesu akifundisha, Martha yeye anashughulika sana na huduma nyingi. Neno ambalo Luka ametumia kuhusu Martha kusumbuliwa linamaanisha kuvuta mbali kabisa au kuvuta mbali kiakili na kihisia. Unaona, kila mtu mwingine anafurahia huduma ya Bwana, lakini Martha amevutwa mbali na jukumu hili ambalo ni kweli ni muhimu, wanahitaji kula, lakini sio wakati huu. Unaona, matendo ya Martha hayakuwa mabaya, bali mtazamo wake ndio ulikuwa shida. Sasa inaonekana kwamba hadi pale Yesu alipoamua kuwa ni wakati wa kufundisha, Mari alikuwa anamsaidia Martha kushughulikia mahitaji ya haraka ya ukarimu. Lakini mahali fulani kati ya e eh, kukata kabichi na kusafisha karoti, Martha anagundua kwamba Mari hayupo tena, ametoweka. Hivyo Martha anaenda kumtafuta na anamwona ameketi akimsikiliza Yesu na hapa Martha anatembea moja kwa moja na kumkatiza Bwana wakati wa mafundisho yake, na anamuuliza hapa kwenye mstari wa arobaini Bwana, hujali kwamba dada yangu ameniacha ni hudumu peke yangu? Sasa Martha anaongozwa waziwazi na tabia yake asili yake, kile ambacho tunaweza kuita jinsi alivyoumbwa, na jinsi alivyoumbwa ni kutoa ukarimu, kuandaa karamu, na hawezi kabisa eh, kujiruhusu kumpa mtutu sanduku la chakula. Lazima iwe mlo kamili, hata kama huu sio wakati wa siku unaofaa kwa hilo. Unaona, Martha anaruhusu kiburi chake kitawale kipaji chake cha ukarimu. Hivyo basi, hapa yuko anaendelea kwa kasi kamili katika maandalizi na kuhudumia, na anakosa huu wakati wa kipekee wa kujifunza miguuni pa mfalme wa ulimwengu. Hata hivyo kuna tatizo jingine lililojificha hapa kwenye malalamiko ya Martha, ambalo linaibuka, na kwa kweli linaibuka pia kwenye maisha yetu hadi leo. Anamwambia Yesu hapa, mwambie basi anisaidie. Unaona, kwa msingi kile anachosema ni kile ninachofanya ni muhimu zaidi kuliko anachofanya dada yangu. Bwana, unahitaji kumfanya naye akuhudumie kama ninavyokuhudumia Unahitaji kumfanya aone umuhimu kama ninavyouona. Anahitaji kufikiri kama ninavyofikiri. Je, si mara nyingine tunamlalamikia bwana kwa namna hiyo hiyo? Bwana, kwa nini wakristo wengine hawawezi kufikiri kama mimi? kwa nini hawawezi kuona mahitaji yaliyopo huko nje kama ninavyoyaona? kwa nini hawawezi kukutumikia kama ninavyokutumikia? Hii ndiyo roho ya Martha. Sasa Martha ana shauku kubwa ya kuwahudumia wageni wake vizuri. Hii ni nafasi muhimu, na bila shaka yeye ni mzuri sana katika hilo. Lakini ukweli ni kwamba Martha amejikita zaidi kwake mwenyewe kuliko kwenye kazi zake na hamu yake ya kutumikia kwa njia yake, na pia amekasirika kwa sababu Maria hamsaidii. Sasa Maria hamsaidi. Kwa nini Maria hamsaidii kuwahudumia wageni, badala ya kukatu na kusikiliza? Kuna kanuni ya kujifunza hapa. Hii hapa: huduma yetu kwa wengine na kwa Bwana inaweza kuharibiwa na roho ya ubinafsi. Unaona, Martha anapendekeza kwamba kama Yesu angemjali angekuwa upande wake na kumwambia Maria asimame atoke darasani arudi jikoni na kusaidia kuosha vyombo kwa njia. Muundo wa awali wa malalamiko haya unaashiria kwamba anatarajia Bwana atakubaliana naye anatarajia Bwana aseme, unajua nini? Sikuwa nimefikiria hilo, lakini uko sahihi. Haya Maria, kwa nini usisimame uende ukamsaidie dada yako jikoni? Lakini badala yake, Bwana anatufikisha kwenye kile nitakachokiita sehemu ya tatu, na hii tunaweza kuiita mafundisho. Hapa kwenye mstari wa 41 lakini Bwana akamjibu, Martha, Martha, unahangaika na kusumbuka kwa mambo mengi, lakini kitu kimoja tu ndicho cha lazima. Sasa fuatilia hili. Tatizo la Martha ni kulenga kwenye kitu ambacho kwa wakati huo hakina umuhimu kama kingine. Yesu hamwambii Martha, kila kitu ulichokuwa unafanya hakina maana. Hapana, anasema Martha, kila kitu unachokifanya kwa sasa kinakupotezea umakini kutoka kwenye kitu bora zaidi. Unapenda kuhudumu na ndiyo, tunahitaji kula, lakini kwa sasa tuna ibada ndogo inaendelea sebuleni, na na wewe unakosa yote hayo. Ona hili, si tatizo la shughuli zake, hili ni tatizo la vipaumbele vyake, na hili halihusiani tu na chakula cha kawaida anachopika, ingawa hilo ni la msaada na ingawa watalifurahia. Hapa ni kuhusu hiki hiki chakula cha kiroho ambacho Yesu yuko katika mchakato wa kukitoa. Unaona, Bwana anatufundisha sote hapa somo la uwiano. Kuna uwiano sahihi kati ya kufanya kazi na kuabudu. Wapendwa, daima kutakuwa na majukumu elfu moja yatakayo kuzuia kuabudu, kukaa miguni pa Bwana. Ona, tukio hili limejumuishwa katika neno la Mungu kwa sababu Bwana anajua tunayo hiyo hiyo, e, mvutano mdogo unaoendelea katika maisha yetu kati ya majukumu na uhusiano na na na na mara nyingi ni rahisi zaidi kuwa kuwa na shughuli kwa ajili ya Kristo kuliko kuwa na shughuli na Kristo. Kuliko hivyo, Yesu anasema hapa katika mstari wa arobaini na mbili Maria amechagua sehemu nzuri ambayo haitachukuliwa kutoka kwake. Sasa Bwana anatumia mchezo wa maneno hapa. Tunahitaji kuelewa neno sehemu ni lile lile linalotumika kwa sehemu ya chakula. Kwa maneno mengine, Yesu anasema, "Martha, wakati wewe unazingatia sehemu ya chakula unachotoa, Maria anazingatia mlo, sehemu ya chakula ninayotoa, na, na ni mlo ambao utakustawisha katika maisha yote." Sasa, naona ni jambo la kuvutia kwamba hatujaambiwa kilichotokea baada ya hapo, lakini tuna kila sababu ya kuamini kwamba Martha aliguswa na mafundisho na mwaliko wa upole kutoka kwa Bwana, na wakati huu aliketi karibu na dada yake na kupokea mlo huu neno hili kutoka kwa Bwana wake. Je, alijifunza kumtumikia kwa mtazamo bora zaidi? Je, alijifunza kuweka vipaumbele kwa njia tofauti? Je, alijifunza kumtumikia bila kutarajia wengine wamhudumie kwa namna ile ile? Tunapata dokezo katika Yohana sura ya kumi na mbili, na huu ni mstari ambapo Yesu anakwenda kutembelea nyumba yao kwa mara ya mwisho tunaambiwa kwamba wanafunzi wake kumi na wawili wako pamoja naye na Lazaro amejiunga na dada zake wawili safari hii. Kwa hiyo nyumba yao ndogo imejaa tena na ni wakati wa chakula cha jioni. Yohana anasema hapa kwenye mstari wa pili, basi wakamwandalia Yesu karamu pale. Martha alihudumu, Maria alichukua ratili moja ya marashi ya dhamani na akampaka Yesu miguu yake. Martha bado ni Martha na Maria bado ni Maria, tofauti wa kipekee, lakini wote wawili wanamtumikia bwana wao kwa upendo kwa namna yao ya kipekee, kipaji chao, mchango wao. Lakini kwenye chakula hiki, safari hii, Martha hakutoa neno lolote la malalamiko. Wapendwa, nafikiri tunapaswa kuwa kama hawa wanawake wawili kwa kiasi fulani. Kwa kweli Charles Wesley yule mtunzi wa nyimbo za Injili aliandika mistari ya mashairi akitumia tukio hili, na wimbo wake ulihimiza kuweka uwiano kati ya kuchukua mazuri kutoka huduma ya Maria na Martha. Baadhi ya maneno ya wimbo huo yanasema hivi: mwaminifu kwa amri za Bwana wangu, nitachagua sehemu iliyo bora zaidi, nitumike kwa mikono ya Martha na nisikilize kwa moyo wa Maria. Hebu tufuate ushauri huo. Tutimize majukumu yetu kwa Bwana, lakini wakati huo huo tusisahau uhusiano wetu na Bwana. Tufurahie uhusiano wetu naye na tuendelee na majukumu yetu tunapomtumikia. Tumtumikie na tumwabudu leo. Basi hadi tutakaporudi tena katika safari yetu ya hekima, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote.